Mimi binafsi nilikuwa nimeshtushwa sana na uamuzi wa Mwenyekiti. Na mimi nakuamini kiongozi kwa, kwa kitendo hichi pia cha kutuita pia, najaribu kuona kuna mwanga mkubwa mbele yake. Kwa hiyo mi nafikiri tutafika. Mi nafikiri baki tukama ilivyo, sijui zangu kama ndio tofauti, kwa kweli awesome. mi nafikiri tungekuja na mpango mpya. Kwa nini? Ah, kwa sababu tunahitaji kuonesha wateja wetu mpango mpya wa kiutendaji wa mageuzi ili waone ni jinsi gani mageuzi ya kiutendaji yanafanyika. Nafikiri ndio maana ilimpelekea mwenyekiti akaamua kufanya maamuzi hayo, kwa lazima tujipange upya kama walivyozungumza, tukae na department za kwetu ili tuweze kujua ni mkakati gani ambao tunaofanya sasa hivi unaoelekeza kiutendaji na mpango mzima wa kazi endelevu utakaoweza kutuletea faida katika kampuni yetu, okay. Nadhani wazo lako ni zuri sana, au wenzangu mnaonaje? Uh, nakubaliana nalo lakini wewe ni kiongozi wetu tunaye <laughs> tunaye tunayekutegemea. Kwa hiyo haya, uh, ni mawazo yetu, kwa hiyo sasa unaweza ukatusaidia. Mimi ningependa tu tuendelee na utaratibu kama tulivyo tulivyopanga, ili tutakapoanza tuanze na kitu sasa

Sasa hivi tu hapa ilikuwa nimalize malize hapa mambo yangu, kuna kitu nilikuwa nafuatilia hapa, nikasema niji nyumbani, nije nikusaidie maandalizi yana mimi muona, ndio nimetoka mjini kufanya shopping, nikasema hapa siendi nyumbani bila kumpitia Mameri, maana hizo kazi zilizoko huko peke yake. Umeona, umefanya la maana sana mamera, kazi za Mungu zilivyo, umefanya la maana sana. Vipi Meri, amelalaje? Ah, nashukuru, hajambo, anaendelea vizuri, na asubuhi ameondoka kaenda ka, ka kazini yuko eh, vizuri basi eh, ni eh, jambo jema, ka ndio mm. Lakini pia Mama Mary mm -hmm. Nijue kile kikao cha jana yale mambo yaliyozungumzwa ni kweli? Ah, Mama Derek, yale mazungumzo ah, mm. yaliyozungumzwa ma jana ni kweli, ni kweli. Unajua boy mudi alimtorosha Mary. Eh. Yeah na ikiwa yule binti ni mwanafunzi, umeelewa? Sasa ndio akakamatwa, hmm. Akawekwa ndani, umeelewa bwana. Baadaye Mary alikuja akajirudi, akajua kwamba alifanya makosa akabidi, hmm. tena aende shule. Basi tukampeleka shule, asoma, baadaye akaenda mpaka chuo. Basi huko chuo ndo akakutana na nani. Mm. walivyokutana na Jay basi, uchumba uchumba mshoe ndo umekuwa mke na mume kama hivyo unavyoona sasa hivi mm. Kweli mlolongo ulikuwa mrefu tena wa kutisha mimi sana. Umtorosha mwanafunzi kwa mm. Nashukuru. Tatizo. Mm. Basi Mama Mary ma amepita, mm. Hayo ndio maisha yalivyo, mm. Tunachoshukuru ni kwamba mtoto alirudi shule. Nafikiri tupajiandae tuondoke basi mimi nafikiri nisubiri basi nikajiandae, nilivyochangia mwanzo kwamba tubaki na mpango kazi mm. Najaribu kuona kampuni tusitie hasara tena, as we see mwenyekiti ametupa data hapa na mtu wa wa kaunti alithibitisha kampuni imepata hasara ya 16 bilioni 0.5 kwa hiyo najaribu kuona hizo hela tupopata hasara. Sasa tukisema sasa hivi tuanze na mpango kazi mpya kupanga kuplani, nafikiri naweza, kwa sababu pia kuandaa mpango kazi unahitaji energy pia na ni fedha ndio tumi kwa kampuni, naweza kaendelea kupata hasara. Nikafikiri kwa mwaka huu kipindi hicho basi tuendelee na mpango kazi huu, then for uh, mwaka unaokuja wa fedha then naweza tukaanza na mpango kazi mwingine. Kwanza kabisa ni kukubaliana na mawazo yenu na mawazo mazuri, na nakubaliana zaidi na wazo la Bisalome hapa kuhusiana na kutafuta action plan mpya, ingawa in the meantime tutatumia hii um, na katika hiyo action plan mpya, kwa kweli tusiogope kabisa swala la gharama yeah, mimi nitahakikisha fedha zote ambazo zinahitajika kutekeleza hiyo action plan mpya zitatoka zitatoka kwa wakati, ili tuweze kutimiza dhamira yetu. Kikubwa ni kwamba nasisitiza teamwork vile vile ningependa muwe na communication nzuri sana na subordinates wenu. Team zenu, muashirikishe katika maamuzi ambayo mnategemea kuyafanya na ma ma mabadiliko yoyote ambayo mnategemea kuyafanya sima. Mr. Salo nataka utoe tangazo kwa ajili ya kujaza nafasi za maafisa usimamizi katika kitengo cha huduma kwa wateja, hey. <coughs> Bosi, lakini hakuna upungufu wa watu katika maeneo hayo uliyoyataja, wapo watu wa kutosha. Wakati wowote ule nitawafukuza. Tangazo litoke kesho. mm -hmm. Pia nilikuwa nahitaji reports kila mmoja wenu katika department zenu. mm -hmm. Um, ningependa kuona changamoto na mafanikio ambayo tume tumeweza kuaccomplish katika kipindi chote cha hii action plan yetu. Sawa. So, okay, kwa hiyo, hiyo nahitaji hiyo iwepo kwenye my desk. Um, jioni ya leo. So. Yes. So. Okay, um nafunga kikao hichi na imani mambo yote tulioongea yame yamekuwa very clear. Nahitaji teamwork. So. So. Teamwork is the best work. Okay, lesson kidogo kazi. Asante. And by the way, tumealikwa kwenye Um, nyumbani kwa mwenyekiti, kwa hiyo na